Bwana Yesu asifiwe sana, mpendwa mtazamaji wa MHAE TV, nakukaribisha tena katika kipindi chetu cha mkate wa leo. Tumeingia katika jambo jingine kama nilivyopambia kwamba tunaangalia kwa nini Roho Mtakatifu alimiminwa duniani au sababu za Roho Mtakatifu kumiminwa kwa wanadamu tumesha ya hapo lasa, tunaingia jambo la kwanza, tuangalie sababu ya kwanza. Kitabu kinachotuongoza ni Yoeli sura ya pili mstari wa 28 na wa 29: hata itakuwa baada ya hayo, hata itakuwa baada ya hayo, ya kwamba nitamimina Roho yangu juu ya wote wenye mwili na wana wenu waume kwa wake watatabiri, wazee wenu wataota ndoto, na vijana wenu wataona maono. Tena juu ya watumishi wenu wanaume kwa wanawake, katika siku zile nitamimina roho yangu. Amina mpendwa mtazamaji wangu, tunaingia jambo la kwanza, watatabiri. Jambo la kwanza au sababu ya kwanza, kwa nini Roho alimiminwa katika wanadamu, hapa ulikuwa ni utabiri kwamba zitakuja siku ambazo Mungu atamimina roho yake juu ya wote wenye mwili. Ilipofika siku ya Pentekoste, roho huyu alimiminwa, alimiminwa. Huyu roho anafananishwa na maji na kumimina ni kitu nikimiminika, roho anafananishwa na maji kwa hiyo anaweza kumiminwa, anafananishwa na mafuta, kwa hiyo anaweza kumiminwa. Kwa hiyo roho ni kama upako e, wa mafuta ambayo yanamiminwa zamani. Wa wafalme walikuwa wakimiminiwa e, mafuta kichwani. Kwa njia hiyo basi wakafanywa kuwa wafalme kwa njia ya upako wa mafuta hayo. Sasa hapa tunaona roho watamiminwa, na alipomiminwa basi, sababu zake moja wapo ni hii, watatabiri. Huyu mwandishi anasema hata itakuwa baada ya hayo ya kwamba nitamimina roho yangu juu ya wote wenye mwili, na wana wenu waume kwa wake watatabiri. Jambo la kwanza, sababu yake ni watatabiri. kutabiri Tafsili yake ni kutoa ujumbe. Kutoa ujumbe, wanautoa kwa Mungu na kuwaambia watu. Mungu atawapa ujumbe, alafu wao watawaambia watu. Mungu yeye ana ujumbe au ana neno, akishamwambia huyu mtumishi wake, yule mtumishi basi ana tabili au anawaambia watu kwamba jamani, yee wakati fulani litatokea jambo fulani, wakati fulani litatokea jambo fulani. Na hii imekuwa ikitokea kwa watumishi wa Mungu wengi, kuambiwa mambo yatakayotokea. Na hili hasa limekuwa likitokea kwa manabii, watu wanaoitwa manabii. Kipawa hiki kiko zaidi kwa manabii, kwamba watatabiri, yaani wataeleza mambo yajayo hawaelezi yao, lakini wanaeleza yale ambayo Mungu amewapa kueleza. Kwa hiyo hawaelezi tu watu, lakini kile ambacho Mungu amewaambia ndicho wanachokisema. Kwa hiyo sababu ya Roho Mtakatifu kuja duniani mojawapo ya kwanza ni tabiri, kuwafanya watu wawe watabiri, wawe wakisema habari zijazo, wawe wakiwaambia watu habari zijazo na kuambia wachukue tahadhari we tahadhari au wakae tayari kukutana na jambo hilo au habari hiyo wanayoambiwa. Hivyo basi, watumishi wa Mungu wenzangu, ukipewa ujumbe useme jinsi ulivyo, ulivyo, usiongeze wala usipunguze. Waambie watu, wala usiongeze wala usipunguze, sababu Mungu akikwambia, nenda kawaambie mvua inakuja basi wende nenda uwaambie watu mvua inakuja. Akikwambia kuna ugonjwa unakuja, nenda akawaambie watu ugonjwa unakuja, jihadharini, na kadhalika na kadhalika. Hiyo ndiyo kazi ya kutabiri. Kutabiri ndiyo huko kuwaambia watu mambo yajayo, kuwaambia watu mambo yajayo. Asante kwa kufuatana nami kwenye hili la kwanza, jambo hili la kwanza. Nikukaribisha tena kwenye kipindi kingine kijacho. Bila shaka utafurahia kuwa pamoja nami. Mungu wa mbinguni akubariki, akusaidie.